Shirika la raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Kenya limeibua wasiwasi kuhusu uwezekano wa DRC kupata amani baada ya wa waasi wa M23 kuteka mji wa Uvira. Shirikisho la raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioko nje ya nchi hiyo sasa linasema kutwaliwa kwa Uvira na miji mingine kumesababisha wimbi jipya la wakimbizi kuingia Burundi na Tanzania, na hivyo kuongeza mzozo wa kibinadamu ambao tayari ni mkubwa katika taifa hilo. Mwanahabari wetu Abdi Aziz Hashim na taarifa kamili. Hali ya taharuki bado imetanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23, jeshi la Kongo na washirika wao. More than 23.4 million congolese people are at risk of food insecurity. Is recorded by the same global conflict tracker. Mashirika ya kutetea haki za binadamu na wadau wengine wanatoa tahadhari kuhusu hali duni ya kibinadamu katika taifa hilo lenye utajiri wa madini. Na ndio yale yale ambayo tunaendelea kusisitiza hapa ya kwamba ni jambo la kuzunisha ya kwamba juhudi zote za kuleta amani katika nchi yetu ni kama zimegonga mwamba ikiwemo juhudi ya MONUSCO kuja kama jeshi la kulinda amani. 16 million people. Death by Amnesty International. Shirikisho la raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioko nje ya nchi hiyo linasema kutekwa kwa mji wa Uvira kumesababisha wimbi jipya la wakimbizi kuingia Burundi na Tanzania, na kuzidisha mzozo huo. And, uh, Uvira is not an exception. So...

And more than 1.1 million Congolese refugees abroad as of the March 2025 has been registered by the Global Conflict Tracker. Shirika la raia wa Kongo wanaoishi nchini Kenya linaonya kuwa makubaliano ya amani yaliyoanzishwa na Marekani yanaweza kusambaratika haraka na kupoteza matumaini ya mamilioni ya wakazi ikiwa taasisi muhimu hazitachukua hatua. People in DRC we are waiting for peace. That is what we need and that is our appeal even now yes we are hopeful and it is very unfortunate that after signing of peace eh eh understanding the war is still there majaribio kadhaa ya kutatua mzozo huo hayakufua dafu na sasa wanatoa wito kwa nchi jirani na jamii ya kimataifa kuingilia kati we demand the immediate return of peace in the DRC we urge everyone to embrace peace Unity, reconciliation and justice. Ikiwa ni Umoja wa Mataifa e, wafanyasiasa, mashirika ya kimataifa wakikaa pamoja na waamue kwa kauli moja ya kwamba tunataka amani irejee Kongo, waache mchezo wao wapanya na paka na hapo na pale. Na pale naamini amani itarejea nchini kwetu. Abdiaziz Ashim Darubini.